Wakati huo serikali mtazamaji, imewasilisha ripoti kwa idara ya upelelezi wa masala ya jinai DCI kuhusu ukaguzi uliofanywa na wizara ya elimu uliofichua kuwepo kwa wanafunzi hewa 973,634 katika shule za umma. Akizungumza baada ya kuongoza ziara ya ukaguzi wa miradi ya serikali, ikiwa ni pamoja na Shule ya Msingi ya Lenana jijini Nairobi, katibu wa elimu ya msingi, Profesa Julius Bitok, alisema wakurugenzi 28 wa elimu wa kaunti ndogo watachunguzwa kutokana na kashfa ya shilingi milioni 200 ama milioni 912 iliyohusishwa na kugawanywa kwa ufadhili katika shule mbalimbali katika muhula wa tatu wa mwaka 2025. Akizungumza katika shule ya msingi ya Lenana jijini Nairobi, katibu wa elimu ya msingi Profesa Julius Bitok alifichua kwamba hatua zimeanza kuchukuliwa, huku wakurugenzi 28 wa elimu katika kaunti ndogo wakichunguzwa kutokana na jukumu lao la kuruhusu idadi kubwa ya wanafunzi katika maeneo yao I've Taarifa hii ilitolewa huku katibu Bitok akikagua madarasa mapya yaliyojengwa katika shule ya msingi ya Lenana kama sehemu ya utekelezaji wa kitaifa wa ujenzi wa miundombinu ya elimu ili kusaidia mfumo wa elimu unaozingatia umahiri. Today hapo awali, Bitok pamoja na katibu wa maswala ya jinsia Anwa Ng'ombe, katibu wa maswala ya vijana Fikirini Jacobs na katibu wa maslahi ya watoto Karen Agengo walitembelea kituo maalum kinachoshughulikia matibabu ya ya magonjwa ya figo jijini Nairobi. Uh, what, what, is really happening. What we have seen today is just but a small fraction of what this government, uh, under the leadership of His Excellency the President, uh, has done in this country. Joseph Wahungu, Darubini. <laughs>